yakhluqu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, na mola wenu mlezi anaumba na ameumba akitakacho na akachagua, akawachagua awatakao. Amewaumba watu wengi sana, lakini ninyi mmechaguliwa kuwa Waislamu tena sio waislamu tu, mmekuwa waumini wa kutekeleza amri za Allah subhanahu wa taala, ikiwepo hii Ijumaa. Allah ameumba vingi, miongoni mwa walivyoviumba ni ardhi, akaichagua ardhi ya Makka kuwa ndo ardhi bora kuliko ardhi zote, pale palipoko haram, baitullahil haram. Ndugu zangu, Allah ameumba vingi, ameumba malaika wengi sana, akamchagua Jibrili kuwa ndo malaika bora kuliko wote. Akawaumba watu ndani yake pakawa na mitume, akamfanya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuwa ndo khairul anbiyai wal mursalin. Ndugu zangu haikutosha Allah ameumba usiku na mchana, akafanya mchana bora kuliko michana yote ni mchana wa yaumu Arafa, na akafanya usiku kuliko usiku bora kuliko usiku zote, akafanya Lailatul Qadr kuwa ndo usiku bora kuliko usiku zote. Kwa wiki akaweka siku saba na siku ya Ijumaa ikawa ni siku bora kuliko siku zote. Kwa mwaka akaweka miezi kumi na mbili miezi kumi na mbili mwezi bora ukawa ni mwezi wa Ramadhani. Khutuba ya leo tunazungumzia istiqbal, kaifa nastaqbil shahar Ramadhan, huu mwezi ambao ni mwezi bora kuliko miezi mingine kumi na mbili. Tunaupokeaje? Upokeaje? amama na juma wahida, mbele yetu pana ijumaa moja tu, na usipoangalia vizuri kama hatutozidi kumwomba Allah, ukakuta ijumaa ijayo tayari umeshazikwa, mpaka Ramadhani umefika, watu wameshakusahau kama ulikuwepo baina sufufil muslimin, kwamba ulikuwa unakaa sehemu fulani kwenye msikiti. Addua, tunamwomba Allah subhanahu wa taala atufikishe mwezi huo wa Ramadhani. Ndugu zangu, baada ya kumusi, baada ya kuihusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu juu ya kumcha Allah tupo mlangoni kabisa mwa mwezi wa Ramadhani, musimun karimin, msimu uliokuwa na ikramu ya kutosha. Shahrun ikhtasahu Allah, tuko karibu na mwezi ambao Allah ameufanya kuwa maalumu baina shuhuri, kati ya miezi mingine, huu unaitwa shahru Ramadhan na ukaitwa shahru lquran mwezi wa, wa kusoma Qurani, ukaitwa shahru siyam mwezi wa kufunga, shahru alqiyam mwezi wa kusimama tarawih, shahru rahma mwezi uliojaa rahma. Kila unachokigusa Allah anakulipa maradufu, shahru rahma wa shahrul ghufran, mwezi ambao msamaha upo nje nje, kwa sababu binadamu anakosea. Mwezi wa msamaha huo, wal itqu minan niran, mwezi wa watu kuachwa huru na moto wa jahannam. Huu ndio mwezi tunaotarajia kuupokea. Tunaupokea vipi? Ahibati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala yarhaakum akulindeni na atulinde sote tukutwe na huo mwezi. Laqad kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam siku zote kana yubashiru ashaba, alikuwa akiwapa bishara njema masahaba zake akiwaambia hivi atakum ramadhani, mwezi wa Ramadhani huo unajongea, shahru mubarak, mwezi ambao umebarikiwa. Ndugu yangu ukisikia baraka Baraka ni kitu bora kuliko afya. Baraka ni kitu bora kuliko aseti yoyote ulionayo. Ukisikia baraka, maana yake unaweza ukawa na watoto wakakosa baraka. Unaweza ukawa na mke na mume ukakosa baraka zake. Unaweza ukawa na mali zikakosa baraka. Unaweza ukawa na biashara zikakosa baraka. Unaokuja mbele yenu ni mwezi uliobarikiwa kwa kuwa wenyewe umebarikiwa. Yeyote atakayekutwa na mwezi huo, naye atakuwa amebarikiwa kwa kila hatua yake. Ndio maana tunamwomba Allah atufikishe kwenye mwezi huo wenye baraka uliobarikiwa. Na ndio maana siku ulipooa, ulioombewa dua ya baraka, barakallahu lak wa baraka alayk wa jamaa bainakum ala khair. Hiyo ndio dua ya mwanzo kwa mtu aliyeoa, sio tu kupata mke, bali ndani ya mke pawe na baraka. Kwa hiyo mwezi wa baraka unakuja. ahibati fillah faradallahu alaykum siyama, Allah amefaradhisha ndani ya mwezi huo kufunga. tuftahu fihi abwabul janna, mwezi huo milango ya pepo huwa inakuwa wazi. watughlaqu fihi, watughlaqu fihi abwabul jahim na mwezi huo milango ya moto ni haramu kuingia motoni, maana milango ya moto inakuwa imefungwa. Watusaffadu fihi shayatin, na mashaitani wanaotia wasiwasi na kuwapotosha watu, mashaitani wanakuwa wako jela. Huo ndio mwezi tunaotarajia ufike mbele yetu masiku kadhaa yajayo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, atufikishe ndani ya mwezi huo. Fastiqbalu ramadhana ayuha lahiba kuukaribisha mwezi wa Ramadhani, laisa bizinati taami wa washarabi, sio kwa kujipamba, kwa kufanya renovation ya nyumba zetu, kwa kununua nguo mpya na kanzu mpya, kwa kubadilisha furniture ndani ya nyumba. Hapana, mwezi wa Ramadhani sio kwa ajili ya kuukaribisha kwa mapambo na kuukaribisha kwa vyakula mbalimbali, unanunua stoku za kutosha. Hapana, wainnama na si vinginevyo. Huu mwezi wa Ramadhani unakaribishwa bitaubatin sadika min adhunubi, kwanza kabisa kwa kufanya toba ya kweli kutokana na madhambi uliyoyafanya. Huko ndo kuukaribisha mwezi. Sasa bila kuchelewa, ndio muda wa kusema astaghfirullah wa atubu ilay, ni samee na narejea kwako, nilikosea kadha kadha kadha, nilisema kadha kadha kadha ya urongo nilifanya kadha kadha kadha ya kukudhi. Sasa na wala sio ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa hivi wakati tunaelekea kuukaribisha mwezi wa Ramadhani, tuukaribishe bitauba assadiqa min adhunubi. Hilo jambo la kwanza. La pili, wa bitashihi niyati, tuukaribishe mwezi wa Ramadhani kwa kusafishiana nia, wale waliokosana, waliogombana walionuniana waliotengana waliofarakana. Sasa tunaingia kwenye mwezi wenye baraka, tusafishiane nia, tusameheane, tusalimiane, tushikane mikono, tutembeleane. Bitasihihi niyat, nia tnia. kama nia inakuwa mbaya kwa mwenzako, basi mwezi wa ramadhani unakuja hali ya kuwa wewe umeingia, nia yako ni mbaya. Tuzisafishe nia zetu lakini wa bil azmi, ala azma, wa, unakuja, katha wa katha ta ala taat, na tuweke azma kwamba mwezi huo unakuja taa kadha wa kadha ntazifanya. Qala Allah taala ya ayuha alladhina amanu, enyi mliamini kutiba alaykum siyamu, mmefaradishiwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, ninyi si wa mwanzo kama walivyofaradishiwa wale waliokuwa kabla yenu la'allakum tattaqun, ili mwe wachamungu. Fa ghayatu siyam, malengo ya kufunga, malengo yake hasa nini? Ni tahqiqu taqwa, ni kuzihakikisha na kuhakikisha uchamungu wenu. Lengo la kufunga sio kuzuiwa kuwacha kula chakula chako unachokipenda, wala sio kuzuiwa kunywa maji yako unayoyapenda na vinywaji vingine. Lengo la kufunga ni tahqiqu taqwa. Allah anai overhaul moyo wako, ana overhaul moyo wako, anabadilisha baadhi ya vitu kwa ajili uanze vizuri mwaka ujao. Kwa hiyo tahqiqu taqwa, ndugu zangu, katika imani la mujarradu ju lengo la funga ambaye ndio mwezi wa ramadhani unakuja, lengo lake sio Allah ana wivu na vyakula vyetu, kwamba atushindishe na njaa, Allah ana wivu anataka tushinde na kiu? Hapana, ni kudhibiti na kusimamia na kupekua na kuijenga vizuri moyo wako, ili uweze kuhama kutoka mwaka huo kwenda mwaka mwingine. Ayuhal mu'minun, enyi waumini

Anza kuzoea kuanzia sasa kuzihifadhi swala tano tena filjamaa kwa mwanaume msikitini, swala kwa jamaa. Wanawake utasalia nyumbani, swala za jamaa. Tuwaone wanaume sasa wanaingia misikitini afuaja makundi kwa makundi, tena sio salatul jumaa, salatul fajiri, sala ya alfajiri. Sasa ifike

Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ayuha annas ayuha almu'minun usikum marratan thaniya bi taqwallahi azza wa jalla faqad faza almuttaqun. Ndugu waumini, ninaiusia nafsi yangu mara ya pili juu ya kumcha Allah na kuyafuata maamrisho yake na kuyaacha makatazo yake Miongoni mwa sababu zinazopelekea na zinazoonekana zinaashiria kwamba Ramadhani imekaribia ni wewe kuonekana unazihifadhi swala tano kwa jamaa. Lakini kingine tahawidu nafsu ala alqiyami, kuanza kuizoesha nafsi yako sasa ndani ndani ya mwezi huu wa Shaabani, tukuone pamoja na kuwa unaswali swala za faradhi, lakini tunakuona uswali salatu nawafil

jitwisti ujitwini vizuri ili uweze kuyakamilisha hayo, ndugu zangu katika imani. Lakini lingine linaloashiria kwamba sasa tunaukaribisha mwezi wa Ramadhan, tatuhiru alqulubi al min alhiqdi walhasad walbaghda, ni kuusafisha na kuuosha moyo wako, sio kwa sabuni. Ni kuusafisha na kuuosha moyo wako, sio kwa spiriti. Unausafisha na kuuosha moyo wako kutokana na maradhi ya hiqdi hasadi, chuki, bughdha, kero. Safisha moyo wako. Sasa kuna watu nyoyo zao zina chuki, kuchukia watu ovyo. Safisha moyo wako ndugu yangu. Hata kama unaoga mara saba kwa siku, lakini kama moyo wako hujausafisha na hikidi, wewe bado ni mchafu. Albaghdha, ugomvi. Kila unapotokea wewe kwenye jamii, mgomvi namba moja. Hebu safishe hicho kitu huo mlipuko wa moyo ulionao, hizo hasira ulizo nazo, kila dakika unataka ugombane na watu, unataka utukanane na watu, unataka ufanye mjadala wa kushikiana ngumi. Huo ni ugonjwa usafishe. Sasa ramadhani inakuja hiyo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, hiyo ramadhani inayekuja, ameshatwambia Man sama ramadana imanan wa htisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, ramadhani ndio kifutio cha dhambi zako. Sasa anza kufanya maandalizi ya kunoa kisu kwa ajili ya kufuta hizo dhambi. fataqu llaha ibada allah, mchene Allah enyi waja wa Allah. wastaidduu lihadha ldhaifi lkarim, na mjiandae kumpokea mgeni huyu mtukufu. qabla an yufajiana kabla hajaja ghafla, ukajikuta umeshtukizwa, hakuna maandalizi yoyote uliyofanya. fakam min mustaqbilin li ramadhan lam yukmilu, ni wangapi walitamani Ramadhani wakute wameshaanza maandalizi yao, lakini hawajakamilika, wameshachukuliwa wa kam, ni wangapi waliotamani kufunga Ramadhani, zimbaki siku chache, hatimaye wengine tumewazika jana, wengine tumewazika juzi wengine tumewazika wiki iliyopita, walianza kufanya maandalizi ya kuupokea Ramadhani lakini tayari muda wao, ajali yao imeshafika. Fa idha jaa ajaluhum, na ajali yao ikifika, hakuna daktari atakayeweza kustopisha maisha yako. Kwa hiyo, ndugu zangu katika imani, sisi tuliyopo ambao bado hatujakumbwa na hali hiyo tunaendelea kuomba ili Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika mwezi huo wa Ramadhani. Akhiran, ndugu zangu katika imani, waalamu anna Ramadhana fursatal umri, Ramadhani ni opportunity ya umri wako. Chukua hiyo Ramadhani inayokuja kwamba ndo akhiru mataf mwisho wa maisha yako, na hiyo ndio itakuwa Ramadhani yako ya mwisho ya mwisho. Kwa hiyo wanamwomba Allah akufikishe hiyo Ramadhani, na kuna haja ya kuomba. Salafu saleh walikuwa wakiomba wafike Ramadhani miezi sita kabla, sisi tunaomba siku kumi na mbili kabla. aina nahnu maa istikbali Ramadhan, tuko wapi sisi na maandalizi ya Ramadhani? Esalafuna saleh, waja waliotangulia walivyokuwa na shauku ya mwezi huu walikuwa wanasema, allahumma ballighna ramadan, ewe Allah, tufikishe mwezi wa Ramadhani. 6 months before, miezi sita kabla. Sisi ni wiki mbili kabla, tuko nyuma, bado tuko nyuma. Kwa hiyo Ramadhani ni fursa ya umri wako, ikikukuta umewini, na ikikukosa faman dhayyahu faqad khaba wa khasira

kabla an yughfara lahu, alafu akawa hajasamehewa. Fayaman askalathu dhunube, enyi ambao madhambi yamekuwa mazito juu ya migongo yenu. Hadha shahru, mwezi unaokuja sasa, shahru lmaghfira, ni mwezi wa maghfira, utasamehewa madhambi yako yote. Wayaman tala amalu, ewe ambaye mategemeo yako kwenye maisha ni makubwa mno Unataka kile kiwe chako, kile kiwe chako, mategemeo ni makubwa. amal hadha shahrul qisar, huu ni mwezi unaokuja, unakubalance kwamba usiwe na mategemeo makubwa sana, mategemeo yako makubwa yawe akhera. wayaman dhaufa taa, ewe ambaye taa utiifu kwako umekuwa mdogo sana. Ukiambiwa mambo ya Allah unashangaa. hadha shahru lmauna wal baraka